Licha ya wanahistoria na wanatheolojia kusema kwamba tarehe ishirini na tano sio siku rasmi Kristo aliozaliwa, lakini ukweli tutakaokubaliana Wakristo wote ni kwamba hata kama sio tarehe 25 ila neno la Mungu limethibitisha kwamba Kristo alizaliwa, akafa na kufufuka, na kisha kupaa kwenda mbinguni. Hivyo ninachotamani kuzungumza leo ni kile kinachofanyika katika sikukuu hizi ambazo mamilioni ya Wakristo ulimwenguni huazimisha wakilipa jina la kuzaliwa kwa Kristo. Ni jambo la kusikitisha kuona Krismasi inasherekewa bila Kristo. Mapambo, muziki, chakula na biashara vimechukua nafasi ya Yesu. Tunazungumza juu ya kuzaliwa kwa Yesu, lakini hatumpi nafasi katika mioyo yetu. Yesu amekuwa mgeni katika sikukuu iliyoandaliwa kwa jina lake. Ndio maana akasema, watu hawa huniabudu, lakini nyoyo yao iko mbali nami. Watu wengi husema ni sikukuu tu, acha tufurahie maisha, lakini Biblia haisemi popote kwamba sikukuu ni ruhusa ya kufanya dhambi. Kila siku iwe sikukuu au la, Mungu anatutazama. Sikukuu imekuwa kisingizio cha kusema, kutenda na kuishi kinyume na mapenzi ya Mungu. Leo ninatamani tuangalie mambo ambayo yanafanyika katika sikukuu. Sikukuu ilipaswa kuwa nyakati za kumkumbuka Mungu, kumshukuru kwa uhai na kuishi kwa heshima mbele zake. Lakini leo sikukuu nyingi zimegeuka kuwa nyakati za hatari za kiroho ambapo jina la Mungu limetajwa kwa midomo lakini matendo yanayofanyika hayampendezi kabisa. Tunasheherekea Krismasi tukisema ni kuzaliwa kwa Kristo, lakini Yesu mwenyewe hafurahishwi na kile kinachofanyika. Tunakaribisha mwaka mpya kwa kelele, ulevi wa sherati, kana kwamba maisha yetu yako mikononi mwetu au kwenye saa ya ukutani mwetu. Swali la kujiuliza ni hili. Je, yeah. Hizi ni sikukuu za Mungu au ni sikukuu za mwili na dhambi? Watu wengi ndio husherehekea, hufurahi lakini yanayofanyika mpendwa, wakati mwingine, haya mtukuzi yeye mwenyewe ambaye jina limepewa, jina lake limepewa jina la utakatifu wake, ni kitwa kuzaliwa kwa Kristo Masihi wa ulimwengu. Lakini mambo yanayofanyika leo, nitatamani kuzungumza mambo mawili makubwa ambayo yanafanyika katika sikukuu hizi, watu wakisema tufurahi tusherehekee, Yesu amezaliwa, bila kujua kwamba kusema Yesu Kristo amezaliwa anapaswa kuzaliwa katika mioyo yetu, si katika midomo, na kwamba kama angezaliwa katika mioyo yetu tungelikimbia dhambi. Maana kumpokea Kristo ni kuacha dhambi na kukimbia tamaa za ulimwengu, sio kuishi katika dhambi. Nitazungumzia mambo mawili, namba moja, ulevi na kupoteza nidhamu ya kiroho. Katika sikukuu nyingi ulevi umehalalishwa kana kwamba ni sehemu ya sherehe, watu wakisema ni sehemu ya starehe. Ulevi umepewa kibali. Ulevi umeonekana ni jambo jema. Watu husherehekea kwa ulevi wakisema bwana, ni sikukuu. Watu hunywa kupita kiasi, wakipoteza fahamu, heshima, hata na maamuzi sahihi. Biblia inatuonya wazi kuwa ulevi humtoa mtu kwenye ufahamu wa mapenzi ya Mungu na kumfungulia mlango wa adui kufanya kazi. Sikukuu imegeuka kuwa nafasi ya kuhalalisha dhambi badala ya kuwa muda wa kutafakari wokovu. Ukisoma Waefeso sura ya 5 fungu la 18, anasema kwamba wala msilewe kwa mvinyo ambao mna ufisadi, bali mjazwe Roho Mtakatifu. Lakini Isaya tano fungu lile la 11, anasema ole wao waamkao asubuhi ili kufuata ulevi sasa mpendwa, natamani utafakari hili ya kwamba sikukuu imeitwa jina la Bwana, kuzaliwa kwa Kristo, lakini watu wengi hujipanga katika ulevi, hujiwakisherehekeaje ukweli ni kwamba tunasherehekea au tunamdhalilisha yeye aliyezaliwa na kufa kwa ajili yetu na kisha kufufuka? Lakini jambo lingine ambalo linafanyika ni uasherati na uharibifu wa maadili. Sikukuu nyingi zimejaa anasa, nguo zisizo na heshima na mahusiano ya muda mfupi yasiyo na utakatifu. Vijana hufanya hivyo, vijana, hata watu wazima hutumia sikukuu kama ruhusa ya kuvunja mipaka ya maadili: uasherati, mapenzi yasiyohitajika, mambo mabaya. Lakini Biblia inasema wazi kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, atakaliharibu hekalu Bwana naye atamharibu. Katika sikukuu hizi utagundua mambo mengi ya uasherati ndipo hufanyika, wanaume wakiwacha wake zao, wanawake wakiwasaliti waume zao, na hata vijana wakijiingiza kwenye mambo kama haya mabaya, lakini wakiita, leo ni Christmas, leo ni mwaka mpya, leo tunasherehekea. Ninakuonya rafiki yangu ya kwamba Sikukuu isiwe sehemu ya kuharibu sheria za Mungu, isiwe sehemu ya kuvunja maadili ambayo Mungu aliyaweka. Kumbuka neno hili ya kwamba Mungu ni yule yule, jana, leo, hata milele. Mungu atabaki kuwa Mungu. Sikukuu isitumike kwa ajili ya kuharibu tabia njema ambayo Mungu mwenyewe ameiweka. Niku, nikuambie tu ya kwamba sikukuu yenyewe yenyewe kama ingelifanyika kwa uzuri, watu wangali kuwa wakikumbuka waki, waki e, licha ya kwamba tarehe sio hizo, lakini mambo yanayofanyika hayamtukuzi Mungu kabisa, hayamtukuzi Mungu kabisa. Lakini jambo lingine ambalo linakuwa likifanyika e, likifanyika ni hili, kuingia mwaka mpya bila toba ya kweli. Watu wanapiga kelele saa sita za usiku, wengine wakisema Happy New Year lakini wanaingia mwaka mpya na dhambi zile zile, tabia zile zile, maisha yale yale. Hakuna toba ya kweli, hakuna mabadiliko, hakuna kunyenyekeza mbele za Mungu. Mwaka mpya bila toba ni kuhamisha mizigo au kuhamisha mzigo wa dhambi kwenda kesho. Ninachokutia moyo, ishi katika maisha ya utakatifu. Mungu akubariki sana.